Mimi najua bado kuna mahospitali hapa inalipisha wananchi sindio? yeah. eh, bado kuna mahospitali hapa ya matapeli wanalipisha wananchi. Wewe mwananchi, mimi nataka mtu akikuuliza pesa pale kwa hospitali, itisha polisi, mwambie kuna watu matapeli hapa. Na mtu akikuuliza nani alikuambia hii hospitali ni bure, mwambie ni rais wa Kenya. Mimi mimi, unanielewa? Mnanielewa? na mimi nasimama hapa mbele yenu, mnaona kama mimi ni mlevi? Mnaona kama mimi ni mjinga? Nafanya gani? So waambie hiyo watu wawache kulipisha wananchi. Tumesema kwa sababu katiba ya Kenya sehemu ya 43 ya sehemu ya katiba ya Kenya inasema serikali ipange afya ya kila Mkenya na sio kwa Mkenya kulipa. Tupange sisi.